Nipende kutumia fursa hii na nafasi hii kumpongeza na kumshukuru pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kweli tunamshukuru na tunampongeza kwa juhudi zake kubwa kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelea kukua, na kwa sasa katika kukuza Kiswahili tunashuhudia tuna mafanikio makubwa katika uongozi wake, ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa Kiswahili kuwa lugha ya kazi moja wa Afrika lakini pia kutangazwa siku ya Kiswahili UNESCO na hivi juzi Mheshimiwa Rais wa Namibia ali, alifanya ziara hapa. Moja ya makubaliano Mheshimiwa Rais aliyofanya ni pamoja na, ku, na kukubaliana kwenda kufundisha Kiswahili Namibia, na imekubaliwa kwenda kufundisha kwenye chuo kikuu. Kwa hiyo tuna kazi hiyo pia. Jambo la msingi na jambo kubwa zaidi kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kweli amekitendea ame haki Kiswahili. Tangu Kiswahili kutangazwa tumeshuhudia kuongezeka kwa umuhimu wa lugha hii kimataifa. Na ni wajibu wetu pia kwamba kulitazama hili kama fursa ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Na hivyo sasa natoa wito kwa kila mmoja wetu hususani vijana kuchangamkia fursa hii ambazo zina zinazaliwa na hadhi hii mpya ya Kiswahili duniani. Na kwa kweli tunalo tunalo jukumu kubwa, na tunatakiwa tuhakikishe kwamba Kiswahili sasa kinafika katika mataifa mengine hata na hasa nje ya ya Afrika, na hivyo nawahimiza pia kushiriki kikamilifu na kuchangia hoja za za kujenga wakati wa kongamano hili. Pia ni vyema kutumia mjadala huu kupata mitazamo mipya ya hata mawazo ya utafiti kwa wanafunzi na watafiti.